Cheo kingine anaitwa aa, eli. Namshukuru Mungu, nimekuja mimi Jumatatu ya Pasaka kuja kwenye goroto la mama Bikira Maria. Namshukuru Mungu kwa nguvu aliyenipa, nimekuja kusali kwa maombi yangu binafsi, ila tu kwa nguvu ya Mungu nimekuja kupata maono mengine kuhusu na baba yetu Mi. Papa wetu Francisco ambaye alikuwa mgonjwa na akawa amerudi tena kuwa na, na nafuu baada ya taarifa zote kwa tunapata jinsi mgonjwa alivyokuwa na jinsi alivyokuwa naenda na madaktari na jinsi afya yake, nimepata bahati na kumshukuru Mungu kwa sababu ni wachache. Nafikiri asubuhi watu walikuwa wengi sana kanisani, lakini sio rahisi wote wamepata ila kwa nguvu ya Mungu, mimi kwa masikitiko na kupokea, kwa sababu Mungu ni lazima tuionje mauti na mauti ni kwa kila mmoja. Namuombea baba yetu, baba yetu wa kiroho ambaye ni Mungu ndiye aliyemteua na pale sasa hivi na naye amempenda zaidi. Kwa kweli nimepata kwa masikitiko ambayo lazima hichi kifo, na huwa huwa ni kigeni kila wakati kwa nguvu zetu sisi binadamu tunahitaji tuishi, lakini kwa upendo wa Mungu anahitaji tukaishi tena mbingu ingine ambayo ya utakatifu na tuyaishi maneno aliyotuasia mwenyewe mwenyewe, Mwenyezi Mungu, kwamba njoni kwangu wote wenye kunyelemewa na mizigo nami kwa amempumzisha. Baba yetu ni kumwombea kumweka katika rehema na nguvu zake mwenyewe. Natuombe pia tuwe wasikivu. na natuombe pia tutulie, ili tuweze kufanya sala na tumwombee baba yetu tumwombee baba yetu ili aweze kufika kwake mbinguni na aishi na azidi kutuombea na sisi due, na sisi tuwe na nguvu na moyo wa upendo kabisa, ili tupate na mwingine zaidi ambayo tutalio Mungu mwenyewe ili tuishi naye kama jinsi ilivyokuwa wengine walikuopita. Kwa siku ya leo kanisa zima ulimwenguni, tunasikitika kupokea taarifa za kifo cha baba mtakatifu Francisco, ambaye alikuwa ni kiongozi wetu duniani kote kwa ujumla. Tunasikitika sana, pia na mimi nimepokea taarifa hizo kwa masikitiko kama Mkristo Mkatoliki. Kanisa zima tunaunganika kwa pamoja kuomboleza kutokana na kuondokewa na kiongozi wetu mkubwa duniani. Tunahitaji kujipatia moyo na kuweza kumwombea Baba Mtakatifu Francisco. Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la milele mbinguni. Tuendelee kuombea kanisa, amani, kwa sababu katika kipindi hiki ndicho ambacho kuna mvurugano na maneno mengi ambayo yanaweza katokea yakatokea, ama yakakatisha waumini na wakristu wengi tamaa. Lakini sisi kama wakristu wa Katoliki tunatakiwa kusimama imara katika imani yetu tuweze kuliombea kanisa letu, kuwa na umoja katika kipindi hiki kwa Kristo. Tusikate tamaa, tuendelee kushikamana katika maombi. Kwanza tukimwombea baba mtakatifu pumziko la milele mbinguni, pili tukiombea amani katika kanisa letu pamoja na mshikamano, lakini tatu, tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia kuweza kupata papa ambaye atakuwa na msimamo atakayeweza kuliongoza taifa lake takatifu atakayeshika nafasi ya Baba Mtakatifu Francisco. Raha milele umpe Bwana, mwanga milele mwangazie, apumzike kwa amani. Amina.